Tarehe 21 mwezi wa kwanza 2026 shi majira saa moja usiku, huko kijiji cha Tingi kata ya Tingi tarafa ya Mpepo wilaya Nyasa, mwanaume mmoja ambaye jina tunalihifadhi huyu uh, ni Matengo miaka 39 alimjeruhi mke wake ambaye jina nalo tumehifadhi kwa kumchoma na kitu chenye ncha kali tumboni upande wa kushoto hadi utumbo kutoka nje, na mara baada ya kutekeleza tukio hilo alichukua sumu ya kulia wadudu na kuinywa kwa lengo la kujiua. Mtuhumiwa alitekeleza tukio hilo mara baada ya kugundua kuwa mwanamke ambaye ni mke wake amekuwa akitumia dawa za kufubaza virusi vya UKIMWI ARV kwa kificho kitendo ambacho kilipelekea kutokea ugomvi baina ya hao wawili, ndipo mtuhumiwa alipochukua hatua ya kumchoma kwa kutumia kitu chenye ncha kali mke wake, na kisha na yeye kunywa sumu. Majeruhi amelazwa katika kituo cha afya Tingi akiendelea na matibabu, huku hali yake ikiendelea ya vizuri.